Lakini pia tunaendelea kufuatia katika vituo vyetu vya polisi kuona kama huyu mmiliki wa hii silaha aliweza kuitolea taarifa kama imeibiwa au imepotea. Kwa hiyo tunaendelea na upelelezi wa kumjua mmiliki, lakini pia kujua kama kuna taarifa yoyote iliyoshawai kutolea katika vituo vyetu vya polisi kuhusu upotevu wa silaha hii. Kwa hiyo tukishampata mmiliki itabidi atueleze vizuri kwamba silaha hii alikuwa amemkabidhi nani na kwa madhumuni yapi. Kwa hiyo pelezi kwa suala hili bado inaendelea lakini pia tarehe kumi na nne mwezi wa saba elfu mbili na kumi na saba majira saa nne usiku, maeneo ya mtaa uhuru meza, jeshi la polisi lilikuwa katika doria zake. Askari wetu katika doria zake walifanikiwa eh, kuwatia nguvuni watuhumiwa wanne ambao walikuwa katika bajaji, na katika upekuzi walikuta hawa watuhumiwa na wahalifu sugu wa uvunjaji wa nyumba za watu. Kwa hiyo watuhumiwa hawa walikutwa na television flat screen mbili zenye inchi 52 aina ya LG e, na nyingine inchi moja ya inchi 42 ya aina ya Samsung. Lakini pia walikuwa na simu saba za wizi ambazo waliziiba aina mbalimbali. Simu hizo ni za aina ya Nokia, Sony Ericsson, Blackberry na iPhone pamoja na kamera moja lakini pia walikuwa na hardtop na chaja moja. Katika mahojiano, watuhumiwa hawa walikiri kwamba vitu hivyo walikuwa wameviiba e, katika nyumba moja huko mji mwema Kigamboni, walivunja huko Kigamboni, wakawa wameviiba hivyo vitu. Kwa hiyo watuhumiwa hao ambao tuliwakamata ni Musa, Isa, Dickson, Kevin, Deo, Emmanuel, emanuel Gala, galagala na Shabani Kindole, Mustafa. Watumia hawa ndio tunakuta na hivyo vitu, kwaio tunaendelea kuwahoji tujue kwamba hivyo vitu wakishaviiba wanaenda kumuuzia nani, lakini pia watuambie hilo kundi lao wanaofanya uhalifu wa kuvunja nyumba za watu usiku na kuiba vitu, ili tuweze kuondosha mtandao kabisa huo wa kihalifu. Lakini katika wiki iliyopita niliwapa taarifa kwamba tulikamata wezi wa magari na niliwaambia kwamba tunaendelea kuwahoji ili tusambaratishe mitandao. E, na kwa hiyo kufuatia mahojiano hayo tumeweza kupata watuhumiwa wengine wa wizi wa magari tarehe kumi na moja mwezi wa saba elfu mbili na kumi na saba. Eh e, kufuatia mahojiano walikamatwa watuhumiwa wengine watatu ambao wanashiriki katika mwizi wa magari. Watuhumiwa hao ni Adamu Hamisi miaka 22, mkazi wa mko, Mkolemba Mshiba Ukonga, na mwingine ni Adamu Karubia Ka miaka 52 dereva la mkazi wa Vigunguti. Watatu ni George Andrew Mugabe miaka 58. Hawa tuliwakamata kana magari mawili ya wizi. Magari hayo yalikuwa na namba za usajili namba T 730 CTJ, aina ya Toyota Rav4 yenye rangi ya blue, ambayo ambayo chesi namba yake kwa tayari ameshaifuta. Kwa hiyo magari haya yapo katika kituo cha polisi Magomeni, tunaendelea kuyaranii kuyahol, kuyashikilia. Lakini pia kama nilivyowaambia, tumeshaanzisha operesheni ya kumaliza wizi wa magari ndani ya jiji la Dar es Salaam. Watumiwa hawa tunaendelea kuwahoji vizuri na wanaonyesha ushirikiano. Kuna wengine wametutajia sehemu mbalimbali za nchi ambao wanashirikiana nao na tumeshatuma askari wetu kwenda kule kuwakamata. Lengo ni kwamba tunataka kusambaratisha kabisa mtandao wa wizi katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia kupitia hapa leo hii leoii tunaanza operation kali kabisa sehemu zote, kwa wale wana ambao wanaiba vifaa vya magari. Wanaiba, mtu akipaki gari yake pale, anachukua hapa window wanachukua taa. Kuanzia leo, nimewaagiza makamanda mikoa yote mitatu kuhakikisha kwamba wanasambaratisha vijio vyote na kuwakamata wahalifu wote wa aina hii. Lakini pia tunaanza kusaka maeneo ambayo tumepewa taarifa yanajihusisha na kuuza vitu vya wizi. Mtu akipewa vitu vyake, akienda sehemu fulani anavikuta, anauziwa tena, tunawakamata hawa. Wenye maduka wote tutawakamata, lakini si hivyo tu Tutaanzisha operation maalum ya kupita duka moja baada ya lingine, ambayo unajihusisha na kuuza vifaa used vya magari. Tunataka wenye magari na kupitia hapa, naomba wenye magari, watu watuorozeshee document zote za vifaa vya magari vilivyoagiza kutoka nje, wakishindwa hapo tutawakamata. Unajua kwamba hawa na wao wanajishirisha katika kuuza vitu vya wizi. Kwa hiyo tunataka kifaa kimoja baada ya kingine tuonyeshwe, kama kilitoka Dubai Ulikileta lini? Ushuru wa serikali ulilipwa? Eh, tuone hizo documents za kuwekeza vifaa. Nje ya hapo tutawakamata kwamba ni wizi ambao wanashirikia na uwezo wa vifaa vya magari kwenda kuuza. hapo aiwalikwepo a aa mpango yao, lakini baada ya kufumaniwa na polisi walikimbia na kuicherekeza. Lakini pia ilikuwa na risasi za patano, bangi. watu wache kuvuta bangi, bangi ina saa kubwa